Kila mtu atoke vizuri nyumbani aende kupiga kura arudi nyumbani. Ataenda tu kupiga kura, na taratibu zote zitakuwa tayari. Vifaa vyote vinavyohusika na uchaguzi vimeshafika, maandalizi yote yameshafanyika vizuri katika maeneo yote. Kwa hiyo kinachosubiriwa sasa ni tarehe 29 mwezi wa kumi, wananchi wote kwenda kupiga kura. Mimi nichukue nafasi hii kwa si wananchi wote wa wilaya ya Bukoba wajiandae vizuri kwa ajili ya kupiga kura. Uchaguzi wetu utakuwa wa haki na amani kabisa, na hakutakuwa na madhara yoyote katika vituo vyote. Vyombo vyote vya usalama vimejiandaa vizuri kuendelea kulinda vizuri katika maeneo yote. Niwasihi sana wale wananchi ambao labda wana dalili au wanadhamiria kufanya vitendo vyote vya uvunjifu wa amani, hilo kwa kweli hatutapenda litokee katika wilaya yetu, na mimi niendelee ku watahadharisha wale wote ambao watakuwa wa wanafanya vitendo vya uvunjifu wa amani, hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Na uchaguzi huu umesimama kisheria na umedhibiti pia katika maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Qur'ani, lakini pia na katika mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu e, ni waombe tarehe 29 mwezi huu wa kumi huu elfu ishirini na tano, sote tuende tukapige kura. Ni haki ya kila mmoja kupiga kura na kumchagua mtu unayefanya nini, unayetaka kumchagua. Sisi tunaweza kushukuru katika nchi yetu ya Tanzania, kwamba tukatika neema na neema hii ikituondokea, hatuwezi kuipata. Na mtume alituambia neema tulatura ila baada za walia, kwamba neema ionekane isipokuwa inaonekana baada ya kuisha kwa hiyo kupiga kura sisi na kwa utulivu huu kulinda utulivu wetu kwanza, ni neema ni tunu ambayo tumepewa Watanzania. Kwa kweli kuwahimiza wananchi kwamba siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, siku ya uchaguzi, kila mwananchi awe tayari kutumia haki yake ya kupiga kura. Yeyote mwenye sifa ya kupiga kura awe kwenye kituo cha kupiga kura, kama mkuu wetu wa wilaya alivyoeleza Inaonekana kwamba utaratibu utakuwa tayari, ulinzi upo wa kutosha, na kila kitu kimeandaliwa vizuri kwa ajili yetu. Kwa hiyo wananchi wote tujitokeze, tupige kura zetu, ili tuweze kutumia haki yetu ya kumchagua kiongozi anayetufaa. Inawezekana huko upotoshaji mwingi sana kwamba kutakuwepo mazingira ambayo si rafiki, pengine uchafuzi wa amani. Naomba niwaondoe hofu na wasiwasi kwamba twende tujitokeze kupiga kura kwa wingi, kwa amani kabisa na wito wangu kwetu na kwenu wananchi, ni kwamba baada ya kupiga kura ujitahidi, urudi nyumbani au enena shughuli zako, usubiri matokeo. Usibaki kwenye mazingira ambayo pengine utahitaji kuwa na uchochezi na kuleta fujo. Jitahidi ukimaliza kupiga kura, urudi nyumbani, ukatulie. Ni imani yangu kwamba tumeweza kusikiliza vizuri maelezo ya wagombea, kwa hiyo wameweza kutupatia kile ambacho tunakihitaji. Sasa ni wakati wa kwenda na sisi kuweza kuwalipa kile ambacho wametupatia. Lakini tuwaombe hata baada ya uchaguzi, maisha kweli yawe ya utulivu, na tutashirikiana kwa sababu tutakuwa tumevunja kambi zote ambazo tuko nazo. Sasa tunaingia katika imani moja kubwa ambayo ni ya Tanzania, ni ya kuijenga Tanzania.